Karibu kwenye tamasha la uwekezaji la Zanzibar Pemba, ambapo uwekezaji wa siku zijazo huanza. Tuunge mkono kwa pamoja maono ya Mheshimiwa Rais Dr Hussein Ali Mwinyi ya kufungua milango ya fursa ya Pemba kwenye uchumi wa bluu, uvuvi, ufugaji samaki na utalii endelevu wa baharini. Tuifanye Pemba kuwa sehemu yenye nguvu ya biashara ya kilimo, kufanya kilimo cha viungo kuwa cha kisasa na kukuza kilimo cha kuongeza thamani kutoka utalii wa mazingira hadi maeneo ya kitamaduni, tuwekeze katika ukarimu wa kiwango cha kimataifa. Tusonge mbele siku zijazo na nishati mbadala na uvumbuzi wa kijani. Ingia katika mabadiliko ya kidijitali na muunganiko rahisi wa kimataifa, na ifanye Pemba kuwa lango la biashara Afrika Mashariki linaloendeshwa na biashara ya baharini na vivutio vya ukanda maalum wa kiuchumi. Ungana nasi katika tamasha la uwekezaji la Zanzibar. Muda ni sasa, mahali ni Pemba. Kuwa sehemu ya mabadiliko. Sisi tunapokuwa tuna wakaribisha wawekezaji kama serikali, tuna matarajio kutoka kwa wawekezaji. Katika kipindi hiki cha Mwangaza, kipindi ambacho kinaangazia maeneo ya uwekezaji, leo hii nipo Micheweni katika shehia ya maziwa ng'ombe. Ni moja ya eneo la wanaita maeneo huru ya uchumi Micheweni ama Micheweni Free Economic Zone. Serikali ya awamu ya nane kwa makusudi kabisa imeweka maeneo haya ya uwekezaji. Kwa nini? haya maeneo, serikali inakuwa inapeleka miundombinu yote muhimu ya lazima kwa ajili ya kuvutia wawekezaji; barabara, maji, lakini bila kusahau umeme na vitu vyote vya umuhimu, ikiwemo swala la mawasiliano, ili kurahisisha wawekezaji kuja kuwekeza katika maeneo haya. Hapa nilipo, naweza kusema nipo kwenye kama raundi abauti hivi, kwa sababu mkono wangu wa kushoto kuna skuli ya msingi na maandalizi ya maziwa ng'ombe na mkono wangu wa kulia naona hapa G plus 3, hii ni skuli ya gorofa tatu ya sekondari Maziwa Ng'ombe. Hii ndiyo uh, maana ya uwekezaji. Kuna fursa kadhaa zina kuja, kwa sababu unapowekeza maanake, kuna harakati za kiuchumi zinaongezeka, lakini pia serikali inakusanya mapato na wananchi wa eneo hili wanafaidika na ajira ambazo wawekezaji watakuja kuwekeza katika eneo hili la uwekezaji. Micheweni ile siyo ya leo. Hii ni Mwangaza. Lengo ni kutoa elimu na fursa pana kwa kwako wewe mtizamaji ambaye unatuangalia. Hebu na tumtafute mwenyeji wa eneo hili. Kawaida Zanzibar mwenyeji anakuwa ni sheha. Twende kwa bwana sheha tukazungumze naye, atuambie Micheweni ya leo ndio ile ya zamani. Karibu. Nianze kumshukuru sana rais kutuelekezea maswali ya uwekezaji katika maeneo yetu, tukawa ni miongoni mwa wafaidika kwa maeneo ya uwekezaji. Kwa sababu kwanza, uwekezaji ni ajira, na kila mtu anahitaji aajiriwe. Mnafikiria sana kama itakapofikia ule muda wa watu kuwekeza sasa huku hizo ajira zinaweza zikapatikana kwa wingi. Jingine, sehemu yoyote au mchi yoyote iliyokuwa haina maeneo ya uwekezaji haifiki maendeleo. Uwekezaji ni sehemu moja kubwa inayoleta maendeleo katika ile eneo, wananchi huwa wafaidika, lakini na serikali nayo wapata kipato kupitia ule uwekezaji. Tukiwa na uwekezaji tunaweza tukafikia mahali pazuri kinchi, mapato yatapatikana vizuri, lakini pia na maendeleo yatakuwa, tutafikia hatua zinazotakiwa. Nashauri vijana wangu, kwanza wale wanao umri wa kusoma sasa, wasome, waongeze bidii ya kusoma, ili wakija wawekezaji isiwe shida wakatafuta watu wengine huko wakati wanufaika wa, wa, wa, wa hapa wakawa hawa, hawawezi kuingia pale kwa sababu ya kutakuwa na elimu. Hilo kwanza, lakini la pili, na washauri vijana, kwa sababu miundo mbinu ishawekwa huku, ni matumaini yetu makubwa kama uwekezaji utakuwa sasa ni mahali pake, hivyo na washauri na wao waupokee uwekezaji huu kama tunavyopokea sisi wengine wawe na uono mkubwa kama huku kutakuwa na mabadiliko ya hali ya juu. Hakutakuwa kama vile kulivyokuwa tupori. Lakini nafikira kama huku itakuwa ndiko mji, kutakuwa mji huku kuliko hapa tulipo, na kila mtu atatakaje huku. a uwekezaji ni maendeleo, lakini uwekezaji pia lazima kuwe kuna miundo mbinu. Nafikiri unaona mgongo wa ngisi jinsi ulivyonyooka. Hii ndiyo Micheweni, sio Micheweni ile ya miaka 47 sasa, sa tunazungumzia Micheweni ya kisasa zaidi. Na nimefurahi sana watu wa Micheweni wana ujumbe, wanasema e, wanasema tulimpa kazi amefanya kazi na tumemwengezea kazi. Huu ndio usemi wanasema watu wa Micheweni. Hebu tuingie mtaani basi na wao tukawasikilize, wana wana msemi mwingine zaidi ya huo au kuna mwingine. Karibu. Mimi kama kijana nachukulia uwekezaji katika maeneo haya ya Micheweni ni fursa kubwa sana kwetu sisi vijana si kwa taifa tu peke yake, lakini hususan kwa sisi vijana. Uwekezaji utafungua utafungua njia za kiuchumi, utatuongezea kipato na utatufanya vijana tuishi katika maisha yaliyo bora. Um, kama inavyofahamika kwamba katika siku za nyuma au miaka ya nyuma, vijana ambao tunaishi katika maeneo haya tulikuwa tuna uchache wa kupata ajira na hiko kupelekea maisha kuwa magumu kiasi lakini sasa tunaona hii iliyotuelekea mbele yetu ni fursa kubwa ambayo itatupelekea vijana kujiinua katika uchumi wetu na kupelekea kwamba maisha yetu yakawa mazuri. Kwa hiki ambacho tunakiona ambacho serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imekuja kuwekeza katika maeneo yetu, hatunabudi sasa kutoa shukrani zetu za dhati kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi kwa maksudi kutimiza ndoto ya serikali hii ya kuwainua wananchi wake kiuchumi kwa kuwawekea miundombinu ya uwekezaji na mambo mengine ambayo yanachochea maendeleo na uchumi wetu. sisi Sisi kama vijana wa maziwa ng'ombe tunashukuru kubwa, na tunaona kwamba ni fursa kubwa, na tunampongeza sana mheshimiwa Rais Mwinyi na serikali yake. Tuko tayari kutoa mashirikiano ya dhati na mashirikiano ya aina yoyote yatakayohitajika kuhakikisha kwamba uwekezaji unafanikiwa katika maeneo yetu na hatutokuwa hatu tayari kumwona mtu yeyote ambaye anaelekea kuharibu au kubeza juhudi ambazo zimefanywa katika maeneo yetu. Kitu kikubwa sasa hivi tunajishughulisha na masuala ya uvuvi lakini pia hata ukija huo uwekezaji wa uvuvi utakuwa utaendelea zaidi, maana hicho kitakachovuliwa itakuwa kina bei kina nini, itakuwa tunaendelea kuna sehemu inayoendelea bila kuwekwa bila kuletwa uwekezaji. Kwa hiyo na sisi tunataka tujikite katika uwekezaji tu, vijana wetu wapate ajira, tupate kuendelea, ambao walio mbali wakimbilie huku, tutanyanyuka kiuchumi, maendeleo pia, tutapata kazi za kufanya kwa sababu uwekezaji ukija unakuja na mambo mengi. Kwa hiyo na sisi tunataka tupate, tutapata fursa za ajira, tutapata mambo mbalimbali mbali katika serikali itakuwa na sisi huku twaonekana, wageni watakuja, itakuwa pia tunafaidika. Kwanza nimpongeze rais wetu wa Zanzibar kwa juhudi zake na amani zake na busara yake anayokutengezea hii. Zamani kiji cha mazao ng'ombe ilikuwa ni kama kipori tu, lakini sasa uko tauni. Huu ni busara yake na hekima zake na ahadi alizotoa kwa wananchi. Sasa, si, fursa hii si kwa vijana peke yake bali na sisi wazazi, ni chachu ya maendeleo yetu. Tumeanza kuona maendeleo mazuri, hata shule imejengwa hapa sasa hivi na tupo kwenye eh, harakati nyingi za uwekezaji, na pia tumeukubali sana, kwa sababu una faida kwetu, ili tukipata uwekezaji, vijana wengi tutajipatia ajira. Fursa tuliyoipata ya uwekezaji ni fursa mzuri kabisa, kama walivyotangulia wenzangu walivyosema kwamba si kwa vijana tu na hata si watu wazima na watoto wetu wanaosoma, tunayaona maendeleo hapo. Ukitizama tu mbele kidogo, unayaona majengo jinsi yalivyotulia, barabara zote na na zilivyotulia na kona zilizojengwa kwa hivyo tunamshukuru Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kutuwekea hali kama hii. Mwenyezi Mungu amjalie maisha marefu yeye na familia yake na wote wanaomwandamia wanamwandama. Karibu kwenye tamasha la uwekezaji la Zanzibar Pemba, ambapo uwekezaji wa siku zijazo huanza. Tuunge mkono kwa pamoja maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ya kufungua milango ya fursa ya Pemba kwenye uchumi wa bluu, uvuvi, ufugaji samaki na utalii endelevu wa baharini. Tuifanye Pemba kuwa sehemu yenye nguvu ya biashara ya kilimo, kufanya kilimo cha viungo kuwa cha kisasa na kukuza kilimo cha kuongeza thamani kutoka utalii wa mazingira hadi maeneo ya kitamaduni, tuwekeze katika ukarimu wa kiwango cha kimataifa. Tusonge mbele siku zijazo na nishati mbadala na uvumbuzi wa kijani. Ingia katika mabadiliko ya kidijitali na muunganiko rahisi wa kimataifa, na ifanye Pemba kuwa lango la biashara Afrika Mashariki linaloendeshwa na biashara ya baharini na vivutio vya ukanda maalum wa kiuchumi. Ungana nasi katika tamasha la uwekezaji la Zanzibar. Muda ni sasa, mahali ni Pemba. Kuwa sehemu ya mabadiliko. Ndio maeneo huru ya Micheweni, nafikiri unaona, geti kubwa kabisa nyuma yangu, hili ndiyo geti la kuingia kabisa katika eneo hili la uwekezaji. Ni maeneo ambayo serikali ya mapinduzi Zanzibar maalum kabisa wameweka eneo hili kwa ajili ya kuwavutia wawekezaji. Nafikiri unaona katika eneo hili kuna barabara hizi na kuna barabara za ndani ambazo zilizinduliwa tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2024 barabara ambazo zina urefu wa kilomita 13.5, katika eneo lote hili, lengo na madhumuni kuwavutia wawekezaji, ili wakija katika maeneo haya tayari kuna miundombinu ya barabara, lakini pia kuna maji, kuna umeme, mawasiliano na vitu vyote muhimu vya msingi katika maeneo haya. Sasa unapomwambia mwekezaji anakuja, yeye ni kumpa eneo la uwekezaji ambayo atakalochagua kwa ajili ya kuwekeza kile anachokitaka haya ndiyo maeneo huru ya Micheweni. Kuwekeza kunalipa, na ndiyo maana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa makusudi kabisa ikaamua kuwa na maeneo huru ya Micheweni. Hapa ndiyo kwenye geti kubwa kabisa ambalo unaliona hilo, karibu sana alitangaza rasmi kwamba Pemba ni eneo na la kimkakati kwa ajili ya uwekezaji na na lengo la kuifungua Pemba kiuwekezaji. Kwa hiyo tunashukuru, hali inakwenda vizuri, wawekezaji wanakuja na miundombinu inafunguka. Matarajio ah, yetu ni kwamba baada ya kuyafungua maeneo haya kwamba tutakuwa tuna idadi kubwa ya wawekezaji ambao watakuja katika kisiwa chetu, hususan kwenye maeneo yetu huru ya, ya, ya uchumi Micheweni maeneo ambayo kwa sasa miundombinu imeanza kuboreshwa ikiwemo miundombinu ya maji, barabara na umeme, na tumeshuhudia kwamba kuna idadi ya wawekezaji ambao tayari wanaingia kwenye maeneo yale. Maeneo huru ya Micheweni ni maeneo ambayo yalitangazwa rasmi mwaka 1992 kuwa ni maeneo huru ya uwekezaji, maeneo ambayo yana jumla ya hekta 888 yakikusanya maeneo mawili ambayo ni block A yenye hekta 261 na, na block B ambalo lina hekta 547. Kwenye maeneo haya uh, kuna miradi ambayo tayari tumeanza kuitekeleza ikiwemo, uh, ufikishwaji wa miundombinu ya umeme, tayari imefika kwenye maeneo yale, lakini pia kuna suala so zima la miundombinu ya maji ambayo sasa hivi imekuwa karibu na maeneo haya lakini kuna miradi ya barabara ambayo kwa sasa inaendelea. Tulikuwa na mradi wa barabara kwenye eneo la block A ambalo lilikuwa lina urefu wa kilomita 13.5 tujipongeze kwamba tumekamilisha mradi ule kwa awamu hii ya kwanza ya block A, ambayo barabara zimetengenezwa kwenye kiwango cha lami. Barabara ni nzuri, na barabara zile zimesimamiwa na, na, na, na, na mhandisi mzalendo kutoka mamlaka ya ukuzaji wa uwekezaji bila ya kutumia fedha zozote za kuajiri mshauri mwelekezi, kitu ambacho kimesaidia kuokoa gharama hizo na kufanya kazi iwe nzuri na usahihi zaidi, yani. Kwa hiyo kwa sasa mradi umekamilika, lakini tunajipongeza kwa hilo na tumpongeze mheshimiwa Rais, kwa sababu tukiangalia kiwango cha fedha ambacho kimewekezwa pale ni zaidi ya bilioni 16.9 ili kukamilisha miundombinu hii lengo ni lile lile, kwamba lengo ni kuifungua Pemba kiuchumi, na kwa sasa tumeona baada ya kukamilishwa na uh, kwa mradi ule kuna maombi ya wawekezaji zaidi ya wanne ambao tayari tumewapokea wakiwa na dhana ya kwenda kuwekeza kwenye eneo la, la Micheweni. Barabara hizi ni kwa faida yenu wenyewe, hilo mlijue, na ndio maana serikali hii ya awamu ya nane nia yake ni kuleta maendeleo kwa wananchi wote, ikiwemo hapa Micheweni. Nishukuru wizara ya kazi, uchumi na uwekezaji kwa kazi kubwa waliyoifanya ya kuja na mpango huu, na kwa kweli leo umetimia. Nimefarijika sana. Kilichobaki hapa ni kuwaweka tu wawekezaji hapa waweze kuwekeza ili uchumi wa nchi yetu uweze kupaa zaidi. Nimeambiwa tayari kuna wawekezaji ambao wako tayari kuja. Nataka wizara msicheleweshe kazi hiyo, jambo linakamilika kwa haraka. Wananchi wanataka kuona viwanda hapa wananchi wanataka ajira hapa. Wananchi wanataka uchumi wao ukue. Kwa hiyo, bila shaka, kama serikali tusicheleweshe, tufanye haraka, watu wawekeze, vijana wetu waweze kupata ajira. Hilo ndio kubwa. Na hakikisheni watu wote wanaokuja kuwekeza hapa, kipaumbele cha kwanza kinatolewa kwa vijana wa hapa hapa, sio kwengine. Niwashukuru na kuwapongeza ZIPA kwa kazi ya usimamizi wa barabara hii. Wakati Bwana Sherifu alivyokuwa ZIPA, tulianza naye. Alikuja kwangu akasema anataka kujenga barabara hapa, nikamwambia nitakupa ushirikiano, nikamsaidia barabara. Leo imekamilika, na kushukuruni sana, na ninapenda ZIPA muzitunze barabara hizi, ili ziweze kufanya ile kazi tuliyokusudia ya kuweza kuleta uwekezaji mkubwa katika eneo hili. Ukiingia hapa unaona kabisa kwamba kiwango cha barabara hii sio cha kawaida, cha kimataifa. Hongereni sana, ninasema kiwango hiki ni kizuri, tutaendelea kuwapa kazi kwa sababu kwa kweli wamefanya kazi nzuri. Vilevile vile, vile niwashukuru kwa dhati kabisa, kama nilivyosema, wananchi wa Micheweni mmevumilia mengi na mna matarajio, matarajio yenu makubwa ni kwamba tunachofanya hapa kinyanyue uchumi wenu katika eneo hili. Ahadi yangu kwenu ni tato, tutawasimamia wawekezaji waweze kuajiri vijana wa hapa hapa. Hiyo nakupeni ahadi. Nini dhamira ya kazi hii tunayoifanya hapa? Moja ni uwekezaji, lakini vile vile kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi kwa ujumla unakuwa. Kule, kule Unguja kuna watu wengi wanataka kuwekeza kwenye, kwenye viwanda vya kuchakata mazao ya bahari. Mimi nilipofika hapa nikaiona hii bahari na hizi barabara hapa, nataka nikawashawishi wote waje huku. Hakuna sababu kwa nini waanze kuangaikia ardhi kule, wakati ardhi ipo, miundombinu ipo, ipo. Kuanzisha kiwanda tu hapa wakaanza kazi ile. Kwa hivyo tutawashawishi waje huku, lakini kama alivyosema naibu waziri wa ujenzi pale, kazi nyingi zinaendelea kufanyika hapa Pemba kwenye miundombinu. Barabara zinajengwa kila upande, uwanja wa ndege karibu utaanza. Bandari ya Shumba inajengwa, bandari ya Mkoani imekamilika. Alimradi baada ya muda mfupi sana Pemba hii itafunguka sana kiuchumi, baada ya airport na na na, na miradi mbalimbali mbali ya kiutalii inayoanza ina, ina, ina hapa viwanda vitakavyokuwa hapa, barabara hii ya kutoka em, Chake Chake kwenda Mkoani Chake Chake kuja huku Wete bila ya shaka tutaifungua pemba kwa kiwango kikubwa. Na hii ndiyo dhamira yetu toka mwanzo, na alhamdulillah, baada ya miaka mitatu tunaona kuna mafanikio makubwa. Miaka miwili iliyobaki tutaongeza juhudi ili tukia, tuyakamilishe yote. Ilani ya uchaguzi kama ilivyosema, tulikuwa tunahitajika kujenga barabara kilomita 200 tu, lakini tuko 800. Na hivyo hivyo kwenye elimu na hivyo hivyo kwenye sekta nyingine. Kwa kweli kazi iliyofanyika ni nzuri. Palipobaki ni padogo tutahakikisha tunakamilisha yote. ni maeneo huru ya uwekezaji Micheweni. Eneo hili lina ukubwa wa hekta 261.4 ni eneo ambalo tunalitegemea ni maalum kabisa kwa uwekezaji, na kama nilivyokuambia awali, tayari eneo hili na miundombinu kadhaa linaloweza kuvutia wawekezaji kuja kuwekeza katika maeneo haya. Lakini pia katika eneo hili tunategemea kuwa na viwanda mbalimbali hasa vile viwanda eh, vyepesi ama light industries ikiwemo viwanda vya kuchakata minofu ya samaki, lakini pia kuna viwanda uh, vya utengenezaji wa vyakula vya kuku pamoja na vya samaki, lakini pia kutakuwa kuna, kuna majengo ya biashara atakiwe katika maeneo haya eh, viwanda vya utengenezaji wa boti za uvuvi, viwanda vya utengenezaji eh, nguo na vitu mbalimbali vya mapambo yote yanategemewa kuwepo katika maeneo haya. Hili ni eneo maalum kabisa, ambayo serikali imeamua kutenga kwa ajili ya kuvutia wawekezaji kuja kuweka viwanda vyao ama miradi yao mikubwa iwepo katika maeneo haya. Lengo ni kuengeza harakati za uchumi katika eneo hili la Micheweni, kwa wakazi wa maeneo haya, lakini si Micheweni tu hata wakazi wote wa visiwa vya Unguja na Pemba, kwa sababu ni uwekezaji mkubwa sana utafanyika katika maeneo haya. Kuna bloki mbali mbalimbali, wawekezaji watakuwemo wa ushoni, wa, wa, wa utengenezaji wa vitu vingine mbalimbali mbali. lengo ni kuvutia na kuongeza uchumi wa visiwa vyetu vya Zanzibar. Huu ndio mwangaza leo inakuangazia katika maeneo huru ya Micheweni, naamini umejionea wazi kabisa, eneo hili jinsi lilivyokuwa kubwa na tayari miundombinu ya barabara imeshatandikwa. Huu uh, ndio Mwangaza, tunaangaza fursa za uwekezaji popote zilipo, ikiwa Unguja ikiwa Pemba. Mwangaza unafika chini ya mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar, ZIPA, Zanzibar Investment Promotion Authority. Nyuma ya kamera alikuweko rafiki yangu Abduli na kru nzima ya ZIPA kitengo cha habari, pamoja naami Salum Othman.

Karibu kwenye tamasha la uwekezaji la Zanzibar Pemba, ambapo uwekezaji wa siku zijazo huanza. Tuunge mkono kwa pamoja maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ya kufungua milango ya fursa ya Pemba kwenye uchumi wa bluu, uvuvi, ufugaji samaki na utalii endelevu wa baharini. Tuifanye Pemba kuwa sehemu yenye nguvu ya biashara ya kilimo, kufanya kilimo cha viungo kuwa cha kisasa na kukuza kilimo cha kuongeza thamani kutoka utalii wa mazingira hadi maeneo ya kitamaduni, tuwekeze katika ukarimu wa kiwango cha kimataifa. Tusonge mbele siku zijazo na nishati mbadala na uvumbuzi wa kijani. Ingia katika mabadiliko ya kidijitali na muunganiko rahisi wa kimataifa, na ifanye Pemba kuwa lango la biashara Afrika Mashariki linaloendeshwa na biashara ya baharini na vivutio vya ukanda maalum wa kiuchumi. Ungana nasi katika tamasha la uwekezaji la Zanzibar. Muda ni sasa, mahali ni Pemba. Kuwa sehemu ya mabadiliko. Sisi tunapokuwa tunawakaribisha wawekezaji kama serikali, tuna matarajio kutoka kwa wawekezaji.